Na uhaba wa magari ya usafiri wa umma unashuhudiwa jijini Nairobi, huku wakazi wengi wakikosa namna ya kusafiri kuelekea vijijini kwa sherehe za sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Aidha, wasafiri waliobahatika kupata magari wanalalamikia kupanda kwa nauli. Wili Lusige amepitapita katika steni kadhaa za uchukuzi wa umma na kuandaa taarifa ifuatayo. Jiji la Nairobi limefurika hadi pomoni, wakazi wakifanya maandalizi ya mwisho kabla ya kusafiri vijijini kusherehekea Krismasi. Navyo vituo vya magari ya umma vimejaa wasafiri na mizigo ya aina nyingi, wasafiri wanaofika hapo wakijipata katika njia panda kutokana na uhaba wa magari. Siku tatu kabla ya Krismasi, watu ni wengi sana, sasa tunashukuru tu Mungu ukipata nafasi. Mimi nimetafuta hii gari nafasi, nimetafuta karibu siku tano nimekuwa nikikuja nikirudi nikikuja nikirudi. Cha kutonesha kidonda zaidi ni kupanda kwa nauli maradufu, licha ya wasafiri wengi kulalamika kuwa uchumi unawabana sasa. Unaona, mosi tunaenda na 1650, so sahizi ziko 1850, then ukiangalia gari zingine ziko kama 2500 2k. So unaona ukipiga hiyo hesabu na hiyo ya kuenda na kurudi, unaona iko juu sana. Alafu unaona Januari watoto wanarudi shule. Sasa hivi biashara sio mbaya vile, wateja naye ni wengi. Nauli pia tumepandisha, iko juu. Tulikuwa tunakata elfu moja mia mbili na sasa hivi tunakata elfu tatu elfu mbili Licha ya hali hii kuwa ya kawaida hasa kwa wasafiri wanaoelekea magharibi na Nyanza, kwa mara ya kwanza, mizigo imeongezeka zaidi, baadhi wakidai wanalihama jiji kutokana na gharama ya juu ya maisha. Wajaluo na Waluya ni watu wenye wako na pesa kuz, wanainvest wanatafuta Nairobi, wakipeleka nyumbani. Wajaluo wanabebana kwa sababu wanaishi kwa nyumba za bei kali hapa Nairobi. Kiti yake iziacha, iziacha chochote chake, hata stool lazima peleke home. Unapoona nyuma yangu hapa kuna mizigo zimejaa. Ukitembea hapa Country Bus you'll see a lot of luggages household nini nini, watu wanaenda nyumbani. Ukiwauliza wanasema ah, mimi msimu hii sasa naenda forever. Our last president alisema ati tutaenda bila kufukuzwa, people are going hawajafukuzwa, na wanaenda ni uchumi na wafukuza wamiliki. Wa kampuni za usafiri wanasema wamelazimika kutafuta msaada wa magari ya masafa mafupi kukidhi hitaji la usafiri wa Krismasi. Huku msimu wa Krismasi ukiwa tayari umeng'oa nanga, ni wazi kwamba wasafiri wanasafiri na bidhaa tofauti tofauti kuelekea mashinani, changamoto kubwa sasa ikiwa ni uhaba wa magari ya kutosha. Willy Lusige, runinga ya Citizen, kituo cha usafiri cha country bus, Nairobi.